kama ambavyo mimi napenda na mambo matatu ambayo yatakusaidia sana uweze kuondokana na changamoto ya kupungua uzito sasa jambo la kwanza lakini jambo la tatu la muhimu zaidi jambo la kwanza lazima uwe na practice lazima kwanza ujue ni kwa nini natamani kupungua uzito na ujue unatakiwa nipungue kilo ngapi labda ndani ya mwezi huu natamani nipungue kilo 5 ndani ya mwezi unaofuata nipungue kilo 2 ndani unaofuata labda nipungue kilo 12 kwamba niweze kuji feel comfortable kwa, lazima uweke na malengo ujue kabisa unatamani kupungua kiasi gani. Jambo la pili ni kujua strategy, mipango, nifanye kitu gani ili niweze kupunguza. Labda kuna siku leo nafunga, nitumie chakula fulani, nitumie kitu fulani, nitumie virutubisho fulani, ili kwamba niweze kumsaidia nini kupunguza uzito. Hiyo tunaita ni strategy. Jambo la tatu ambalo la muhimu zaidi nizamu, nizamu kijua tu maana nizamu inakuwa ni rahisi kuifuatisha na kutusaidia sana kupata matokeo ambayo hitayo. Unaposema nizamu, nizamu ni kufanya kitu ambacho unastahili kufanya, enza unajisikia au unajisikii. Discipline is doing the thing you are required to do whether you feel it or you don't feel it. Kama si kwa siku kwafanya nitafunga au nitakuwa situmii chakula fulani ambacho kina mafuta ambacho ninaoongezea mimi ili niweze kuongeza uzito. Kwa sababu kwenye issue ya program ya kuongeza uzito sio miujiza, ni sayansi ambayo inatumika. Kama unabara mtaalamu wako, au kitulete chakula fulani ukaenda kutumia, maana yake hamna, hamna namna yote ambayo wewe utaweza kufungua. Unaambia usifanye kitu fulani, lakini unataka kufanya, maana yake lazima tu kupunguza uzito wako, na kuwa ni kazi ngumu. Kwa ukishajua discipline, utakuwa ni nidhamu gani ili kufanikisha malengo yako ambayo umeyaweka. Sasa unafanya aidha unajisikia au kujisikia. Hapo nakusalia sana, uweze wezi Jambo la kwanza imesema ni kuweka malengo takuma kila ngapi. Jambo la pili ujue akanifanya vitu gani ili nipate matokeo ambayo nayataka, na jambo la tatu ambayo na muhimu zaidi nisa ao kusikiria kuwe na